<laughs> Hey, mama yangu game over. <laughs> <laughs> Hey, mwenye uwanja wake kaingia sasa. <laughs> Ha, habari za saizi ya mmewangu? <laughs> Mzuka ndio vipi huko tokako ku, umeshatibiwa ndio, mume wangu, nimepima vipimo vyote okay, na baada ya kupewa majibu, ah, daktari amenishauri nisitumie nyama. Wow. eh? Mke wangu, yani daktari amekushauri usitumie nyama, yani usile nyama? Ndiyo. Ah. kuda dek kwa hiyo mndani, utakuwa unanipikia nyama na bwenga peke yangu? ah. hey. mwaka huu nitanenepa. na kitu kingine anishauri nisitumie vitu vyenye sukari kama nini, kama juisi Juisi, soda, soda zote usinywe. Ndiyo. Ah, kuna adiki mwa kaunta nenepa. Huyo daktari mzuri. na jambo jingine, kanishauri nisifanye mapenzi miezi mitatu eh? kanishauri daktari nisifanye mapenzi miezi mitatu. Sema kimeumana, kimeumana <laughs> yani, daktari amekushauri usifanye mapenzi miezi mitatu? Ndio mume wangu Mme wangu, mme wangu, shida nini? Mme wangu! <laughs>